Raisi wa Marekani, Donald Trump ameelezea kukasirishwa na namna rais wa Russia, Vladimir Putin anavyoshughulikia suala la kupata mwafaka wa kusitisha mapigano huku akiahidi kuishushia rungu la vikwazo endapo hatokubali kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine. Nanukuu: Iwapo mimi na Russia hatutaweza kufikia makubaliano ya kusitisha umwagaji damu nchini Ukraine, na iwapo nitahisi kuwa ilikuwa ni kosa la Russia ingawa huenda isiwe, lakini ikiwa nitahisi ni kosa la Russia, nitaweka ushuru wa pili wa mafuta yote yanayotokea Russia, amesema Trump alipofanya mahojiano na Televisheni ya NBC jana siku ya Jumapili. Trump alisema ushuru wa asilimia 25 unaweza kutekelezwa wakati wowote dhidi ya mafuta na gesi ya Russia akiongeza kuwa anapanga kuzungumza na Putin wiki hii. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Trump alikuwa amekasirika na amechukizwa wakati Rais Vladimir Putin alipokuwa akihoji uhalali wa Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy na kujadili uwezekano wa uongozi mpya nchini humo. Alhamisi, Putin alipendekeza kuanzishwa kwa utawala wa chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine, pendekezo lililokataliwa mara moja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Maofisa wa Russia kwa mara kwa mara wamepinga uhalali wa Zelenskyy kama Raisi, wakisema kuwa hakuna uchaguzi uliofanyika tangu muda wake wa uongozi ulipomalizika. Uchaguzi haujapangwa nchini Ukraine kwa sababu katiba ya nchi hiyo inakataza uchaguzi kufanyika chini ya sheria ya kijeshi, ambayo imekuwa ikitekelezwa tangu Russia ilipoivamia Ukraine miaka mitatu iliyopita. Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa Moscow kuhusu matamshi hayo ya Trump. Hata hivyo Russia imeita vikwazo na masharti mengi ya Magharibi kuwa haramu na yanayolenga kuipa Magharibi faida ya kiuchumi katika ushindani wake na Russia. Matamshi ya Trump ya hivi karibuni yalitoka siku ya mkutano na mchezo wa gofu na rais wa Finland, Alexander Stubb, mwishoni mwa wiki hii ambapo ofisi ya Stubb ilisema kuwa imemwambia Trump ni lazima kuwe na muda wa mwisho wa kuweka usitishaji wa mapigano kati ya Russia na Ukraine ili kuhakikisha unatekelezwa na alipendekeza tarehe 20 Aprili, kwani Trump angekuwa amekaa madarakani kwa miezi mitatu kufikia wakati huo. Maofisa wa Marekani kwa upande wao wamekuwa wakishinikiza Kivu kukubali makubaliano ya madini hud, ha, muhimu huku muhtasari wa mkataba huo ukionyesha kuwa Marekani inadai mapato yote ya rasilimali asili za Ukraine kwa miaka kadhaa. Zelenski amesema kuwa wanasheria wa Kivu wanapaswa kupitia rasimu ya mkataba huo kabla ya kutoa maoni zaidi kuhusu ofa hiyo. Wiki iliyopita Trump aliweka kile alichokiita ushuru wa pili wa asilimia 25 ya uagizaji wa Marekani kutoka nchi yoyote inayonunua mafuta ama gesi kutoka nchini Venezuela. Matamshi yake ya Jumapili yanaonyesha kuwa unaweza anaweza kuchukua hatua kama hiyo dhidi ya uagizaji wa mafuta na uingizaji wa bidhaa nchini Marekani kutoka nchi zinazouza mafuta kama Russia, hatua ambayo inaweza kuathiri China na India kwa kiasi kikubwa. Trump alisema kuwa Putin anajua kuwa yeye amekasirika naye, lakini akaongeza kuwa ana uhusiano mzuri na rais huyo na kwamba hasira hutoweka haraka ikiwa atafanya jambo sahihi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.